Na viongozi wote tulioko hapa, kwa kuzingatia muda niseme tu, kwanza nimejionea hali hakukabiliana na masuala haya. Masuala haya yanayojitokeza, kuna sehemu yanaweza yakafanywa na serikali na serikali tayari imeshaanza kufanya kazi hiyo, lakini kuna sehemu ambayo ni ya wananchi wote wa Tanzania, wananchi wote wa Gulwe, wananchi wote wa Kibakwe, wananchi wote wa Mpwapwa wananchi wote wa Dodoma ambalo linahusu masuala ya utunzaji wa mazingira, hasa hasa miti. Tunayakuta haya matatizo ambayo tulikuwa tunayasikia kwenye mataifa mengine, sasa sasa sasa hivi yamekuja hapa kwetu na ni halisia. Kwa hiyo, hili na lenyewe ni jambo letu sote, ambalo ni lazima sote tukubaliane kuhusu namna ya kukabiliana nalo. Kwa upande wa serikali, serikali kwa kutambua haya, serikali ya awamu ya sita ilivyoingia madarakani ilianza utaratibu wa ujenzi wa mabwawa takribani kuanzia kule usawa wa Ruvu kule usawa wa Kidunda ambako ujenzi wake unaendelea, tutajenga hapa katikati zaidi ya mabwawa kumi ili kuweza kukabiliana na kuweza kuyaelekeza na kuyahifadhi maji ili yasilete mafuriko haya ambayo yamekuwa yakijitokeza. Kule kwa Kidunda tayari ujenzi umeshafika zaidi ya asilimia arobaini, zaidi ya asilimia arobaini, pakiwa pametumia zaidi ya bilioni mia moja. Sasa tuna mabwawa mengine hapa katikati ambayo tayari fedha yake ipo, yakiwepo bwawa la Kidete, bwawa la Lumuma pamoja na mabwawa mengine kama ambavyo yatatajwa vizuri na waheshimiwa mawaziri wa sekta ambao tayari wako kwenye hatua za utekelezaji wa ujenzi wa mabwawa hayo. Kwao kwa ajili kwa ya muda, niwaombe mridhie kwamba serikali si tu kwamba tumekuja hivi ambavyo yametokea mafuriko na madhara kadhaa. Serikali imeshachukua hatua na hatua zingine zinaendelea za kukabiliana na masuala ya aina hii katika maeneo mbalimbali yanayohusisha wilaya ya Kilosa pamoja na wilaya ya Mpwapwa pamoja na kule upande wa Morogoro ya vijijini ambako ndiko liliko lile bwawa la Kidunda. Kwa upande huu hapa tunatarajia yatajengwa mabwawa takribani tisa makubwa na yatajengwa mabwawa mengine matano madogo madogo kwenye vyanzo vya mito katika baadhi ya milima ambayo ni mpakani mwa Kilosa pamoja na mpakani mwa Dodoma ambayo ndio inayochangia mtawanyiko huu wa maji. Fedha yake ipo ya kujenga mabwawa yale mawili na fedha yake ipo ya kujenga yale mabwawa sita pamoja na lile la Kidunda ambalo linaendelea, na baada ya hapo utafanyika utaratibu wa yale mabwawa mengine madogo ambayo na yenyewe yameleta athari. Leo hii hapa tumekuja na nusu ya baraza la mawaziri wako hapa, mawaziri wa sekta pamoja na mawaziri ambao ni wenyeji wa mkoa huu. Kwa ajili ya muda, hatutaleta wote kwa ajili ya kuongea, angalau watasalimia na kusema maeneo haya ya msingi ambayo ni mambo yanayowahusu wananchi wa Gulwe pamoja na na, na mkoa mzima wa Dodoma, kwenye lile nililosema linalohusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndugu zangu wana Dodoma, hali hii tusipobadilika tutaendelea kukabiliana nayo hivi hivi, na tutaendelea kupata madhara, kwa sababu nimewaambia na pale Kilosa, yapo mambo mengine ambayo ni lazima tuambizane ukweli. Eneo la kwanza, kama unajua kabisa, hili ni bonde. Kwa sisi wafugaji, hata majani tu yanatoshaga kuonyesha kwamba huu ni mkondo wa maji, lakini tumekuta pale watu wamejenga mle mle kwenye maeneo ambayo ni ya mkondo wa maji na kwa mabadiliko ya tabia nchi haya tulionayo, haya mambo lazima yatatukuta. Sasa yakitukuta, ndo tunapata shida kama ile ambayo tumeiona pale Tindiga. Lakini la pili, uharibifu wa mazingira, kukata miti kote, tunafyeka kote, tunafyeka na wala hatupandi miti, na maeneo mengine tunalima bila kufuata ule utaratibu ambao utazuia masuala ya mtiririko wa mchanga. Tumekata miti na tumelima katika maeneo ambayo yanasababisha mtiririko ule wa mchanga. Kinachofuatia, mito yote ikishajaa maji yakishakuja, ni mafuriko. Kwa hiyo, haya ni mambo ambayo kuanzia ngazi ya kijiji tuanze kuambizana kwamba, ndugu zangu, ninyi mliojenga hapa ni eneo la mkondo wa maji ama eneo hili hapa, tunatakiwa tusifyeke misitu kwa ajili ya kuzuia mafuriko. Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuanze kuyaongea na tuanze kuchukua hatua kuanzia pale pale tulipo, ili tuweze kuepukana na matatizo haya ambayo sasa sio hadithi za kusimuliwa kutoka mbali, ni halisia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anatambua moja ya changamoto kubwa, na waheshimiwa wabunge wa eneo hili kila wakati huwa wanasema tunaongea tukiwa tumekaa kwenye vikao vya mawaziri, na tunaongea tukiwa tunajadiliana masuala ambayo yanahusu kibunge. Ni masuala ya barabara, barabara wilaya Mpwapwa, na taarifa ninazo kwamba mkandarasi alishapatikana wa kujenga barabara kwa kiwango cha lami, na natambua kwamba jambo ambalo lilikuwa bado halijafanyika ilikuwa ni kupata fedha za awali ili aweze kuanza ujenzi na natambua lile korongo mheshimiwa waziri ambalo linawatenga wanakibakwe wawe kisiwani pa, korongo la, la, la kule gulwe pamoja na daraja lililopelekwa li na maji pale godegode sasa kwa lile korongo na lile daraja niwaelekeze wenzetu wa TANROADS nendeni mkafanya makadirio kwa hali ya dharura kwa sababu hatuwezi tukawaacha wananchi wa wa wilaya ya sehemu ya wilaya ya Mpwapwa wakawa wametenganishwa na maeneo mengine, na maeneo mengine ndio yanayowapatia hospitali na mahitaji muhimu. Nendeni mkafanye tathmini, tujue pale daraja la Godegode linahitaji kiasi gani, tujue lile daraja la pale Gulwe linahitaji kiasi gani, lile korongo ambalo limefanya kule kuwe kisiwa. Na haya yafanyike kwa uhitaji wa dharura, ili tuweze kupata utekelezaji wake. Fanyeni tathmini na ikiwezekana ndani ya muda mfupi tu tumeshajua gharama yake, ili tuweze kufanyia uamuzi wa kuanza ujenzi na kurejesha miundombinu hiyo iweze kupitika kama kawaida. TANROADS, hilo sio jambo kubwa. Hamieni wote pale, fanyeni hiyo kazi, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunarejesha taratibu za usafiri katika eneo hilo. Mheshimiwa Waziri, natambua hili ni eneo ambalo umekuwa ukiliongelea muda mrefu sana tufanye lile la dharura, lakini baada ya hapo tutaendelea na lile ambalo ni la barabara ya kawaida ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, ambayo ni ahadi pia ya viongozi wetu wakuu. Sasa kwa upande wa fedha ile ya ya awali, malipo ya awali tupo na waziri wa fedha. Mheshimiwa waziri wa fedha, tunakuomba katika kusalimia kwako utuambie lini fedha hiyo inatoka, ili wananchi hawa wamwone mkandarasi akifanya kazi na wenyewe wapite barabara ya lami karibu, pale ujitambulishe na utuambie fedha hiyo inatoka lini. mpapa hoye be ye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeambiwa nijitambulishe. Naitwa Musa Omar, ni waziri wa fedha nimeambiwa <coughs> vile vile nitamke uh, lini fedha za kitangulizi zile fedha za awali kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Mpwapwa zitatoka. Nimewasiliana na watu wa TANROADS Mheshimiwa waziri mkuu, wanasema mradi wote utagharimu shilingi bilioni 53, kitangulizi ni asilimia kumi ambayo itakuwa ni sawa na shilingi bilioni 5.3, ndani ya robo hii ya kwanza mheshimiwa, na kwa sababu mkandarasi yupo kwenye site tunatarajia ndani ya mwezi huu utatoka hiyo bilioni tano na tatu. Kazi na utu, kazi na utu. Asante sana mheshimiwa waziri haya. Asante sana waziri wa fedha, kwenye fedha huwa hamna maneno mengi mengi, hata ukikuta mtu signature sahihi yake ndefu sana, ujue hana hela. Wenye hela wanagusaga tu hivi. Haya, sasa tupate tupate salamu za Mheshimiwa waziri wa maji, karibu sana. Mkoa huu ni mmoja ya mikoa ya ukame, na wewe ni waziri wa maji, sio waziri wa ukame. Sema neno kwa kifupi unapojitambulisha, kwa sababu muda uko upande wetu. Ue punga mkono, punga mkono, punga mkono. Dr. Mwiguru Mchemba hoye, Dr. Samia Suluhu Hassan. Safi Mheshimiwa waziri mkuu, nakubaliana na wewe kwamba suala la mafuriko suluhu yake ni ujenzi wa mabwawa. Wizara ya Maji tutakuwa kiherehere kusimamia na kufuatilia juu ya ujenzi wa mabwawa haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuahidi katika hilo, lakini tumekuja hapa Gulwe. Mheshimiwa mbunge wao, moja ya kilio chao ni changamoto ya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hauwezi kufika hapa watu wakose maji. Kesho watu wa utafiti watafika hapo, watafanya utafiti, tutachimba kisima mara moja, watu waweze kupata huduma ya maji safi. Asante sana Mheshimiwa mwe. Waziri wa Uchukuzi, karibu sana, tuna jambo la reli. Wanadodoma wanatamani kuona tena reli ikirejea Dodoma. Oyee Mpwapwa oyee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi niliyesimama mbele yenu ninaitwa Makame Mbarawa, waziri wa uchukuzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana na mimi kunipa fursa hii ya kusalimia ndugu zangu wa Mpwapwa. Ndugu zangu, tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya tathmini ya athari ambazo zimetokea kwenye mradi wetu wa SGR. Kwa ujumla, reli yetu ya SGR ipo salama, lakini hatuwezi kuruhusu kuendelea kutumia bila kujiridhisha kwa sababu jambo la kwanza kwetu sisi ni usalama wa wananchi, na duniani kote kwenye reli kama hizi, jambo la kwanza ni usalama. Kwa hivyo sisi tunafanya tathmini ya kina kuanzia Morogoro mpaka Dodoma. Hivi sasa wataalamu wetu wapo pale Kidete wanafanya marekebisho madogo madogo. Tunaamini kuanzia kesho usiku njia itakuwa vizuri nao tutaanza kufungua rasmi usafiri wa reli ya SGR kutoka Morogoro kuja Dodoma. Mheshimiwa Waziri Mkuu tunakushukuru sana na tunaendelea kuisimamia na kupambania kuhakikisha safari itaanza kesho usiku. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri, na hili jambo alilosema Mheshimiwa Waziri ni jambo la msingi sana. Na sisi wa mkoa wa Dodoma kwa sasa ndipo treni inapoanzia ama wakati inapoishia. Niwaombeni wana Dodoma tusifanye jambo la usafiri wa treni kwa mhemko. Duniani kote wanakotumia miundombinu hii ya kisasa wanazingatia zaidi masuala ya usalama. Barabarani unaweza ukakwama kwenye tope ukasukuma, lakini kwenye treni inayotumia umeme, kama mvua inayonyesha ni ya upepo, hauwezi ukaruhusu na treni ikaendelea, kwa sababu upepo unaweza ukatikisa nyaya za umeme na hicho chombo kikiwa kwenye spidi ni jambo la hatari. Hata kwenye mataifa yaliyoendelea kukitokea kuna seluji siku hiyo hawatoi reli kwenda kwe, hawatoi treni kwenda kwenye usafiri. Hivyo hivyo na ndege, hawapeleki ndege zisafiri siku kuna seluji. Hivyo hivyo hata sasa hivi tunavyoongea, yapo mataifa ambayo reli zao treni zao reli zao hazijafanya kazi takribani tangu Krismasi. Kwa nini? mvua kubwa zinazoendelea kwa hiyo sisi, kwa sababu tumezoea kubishana hata kwenye masuala ya msingi, unaweza ukawasikiliza wanaochombeza chombeza, lakini mimi niwaambieni hivi, wanavyofanya wenzetu wa wizara pamoja na TRC si, ndiyo jambo sahihi kwamba kama wana mashaka na kipengele kidogo tu, ni lazima wajiridhishe kwanza, ndipo waweze kuruhusu treni iweze kuondoka. Na mimi nimeji, nimejionea treni reli yote iko sawa isipokuwa kuna sehemu moja ambako udongo unaendelea kumegeka megeka, ambapo ni lazima ujiridhishe ili usije ukaleta madhara tena yanayohusisha maisha ya Watanzania. Tupo na waziri wa kilimo, najua muda umeshaenda sana, na wewe kuna mabwawa atakayo yajenga. Jitambulishe kwa kifupi na, na kusemea mabwawa hayo kifupi tu, ili tuweze kuenda na muda. Vyombo hivi visivyo na taa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru kwa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeelekezwa na mheshimiwa Rais kuhakikisha kila sehemu yenye changamoto ya mafuriko kugeuza yale maji kutoka kuwa laana kwa wananchi na wakazi wa pembezoni mwa maeneo hayo kwenda kuwa baraka kwa kuyashika yale maji, kuyahifadhi na kuyatumia kwa shughuli za kilimo. Kazi ambayo tunaifanya kwenye eneo la mkoa wa Dodoma, lakini hasa wilaya hii ya Mpwapwa na wilaya ya Kilosa ambayo tumetoka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa jirani tuna bwawa tunalolijenga la Msagari. Bwawa hili sasa hivi awamu ya kwanza imekamilika na wananchi mmesharuhusiwa kuanza kulima, si ndio? bado bado, hamjaruhusiwa mwaka huu tumeruhusu mwanze kulima, lakini tunaenda hatua ya pili ya kuhakikisha tunatengeneza sasa mifereji pamoja na miundombinu kwa ajili ya umwagiliaji, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu tunaenda awamu ya pili ya upanuzi wa hilo bwawa, na hii itaenda sambamba pamoja na ukamilishaji wa upembuzi ya kinifu wa mabwawa yote yanayohusu bonde hili linalounganisha Mpwapwa, Kilosa na sehemu za Mvomero, ambapo tumetoka upande wa pili. Kuna mabwawa ambayo sasa hivi yanafanywa upembuzi ya kinifu, bwawa la Kidete, bwawa la Kigaigai ki- Kimagai bwawa la Bwigili Ikoa, lakini tunalo la Hombolo pamoja na bwawa la Dabalo ambalo lipo upande wa Dodoma yote pamoja na hili ambalo lipo kwenu. Niwahakikishie tunaendelea na ujenzi, lakini yale tunayo yasanifu tayari, Mheshimiwa Rais ametupa bilioni mia moja na ishirini na tano kwa ajili ya kuyaanza, pale tutapokamilisha upembuzi ya kinifu katikati ya miezi mitatu minne ijayo, kuanza ujenzi wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikushukuru sana kwa kutupa fursa. Tumekuja kwenye ziara yako, tumeona uhalisia wa maeneo na uhitaji mkubwa wa kujengwa kwa hiyo miundombinu, ili kuwaepusha wananchi na athari ya maji. ni kuhakikishie maagizo uliyotupatia tutayatekeleza kwa haraka na kwa kuangalia tija kwa wananchi tuliopewa dhamana ya kuwaongoza. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa mbunge wa Mpwapwa kwa niaba ya wabunge wa mkoa wa Dodoma, karibu sana. Kifupi tu, Dokta Mguli Nchemba, oye! Dokta Samia, safi! Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nikushukuru sana kwa ajili ya ziara hii. Ziara hii imekuwa na ukombozi kwa watu wa Mpwapwa. Majibu yote ambayo tulikuwa nayo umeyatoa, barabara ya Kongwa Mpwapwa, lakini bwawa la Msagari, lakini bwawa la Kimagai. Sasa nina maombi mawili. Kwanza, naomba barabara ya kutoka Mpwapwa kuja hapa Gulwe mpaka stesheni iwekwe rani, kwa sababu hapa tuna watu wengi watafika hapa. Sasa barabara hii pia ni mbaya sana. Lakini la pili, kwa sababu tuna stesheni ya sigara mahali hapa, tungeomba kituo cha afya, inaweza kutokea dharura yoyote ya ajali hapa hakuna kituo cha afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sana, jambo la kituo cha afya ni muhimu sana mahali hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakupongeza sana kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Wewe ni mtu ambaye nakufahamu, mnyenyekevu ni. Unakumbuka siku moja nilitumwa na askofu wangu nije nikuombe appointment, ukasema askofu wao afanyiwe appointment? Askofu anafuata ofisini kwake. Nilikupeleka ofisini kwa askofu, nakumbuka na ile shida. Nataka nichukue fursa hii ukuambia ilishatatuliwa vile fedha tulishalipa kanisani. Napenda nikupongeze sana mheshimiwa waziri mkuu. Baada ya kusema hayo machache, mkutano huu usio wangu, naomba nikushukuru sana kwa kutembelea Gulwe. Majibu yetu yote tumeyapata, asante sana, asante ah, e, meneja wa TANROADS, chukua hili la barabara ya kutoka Mpwapwa, ya kutoka wapi kuja mpaka hapa stesheni. Meneja wa TANROADS chukua hilo utatuambia status yake ikoje? Katibu wangu mwelekeze waziri wa TAMISEMI aweke kwenye, achukue jina, chukua jina la eneo hili hapa kwa ajili ya kituo cha afya. Hilo hapa limeisha kwenye miaka hii mitano, hilo la, la, la, la kituo cha afya na lenyewe limeisha. Nadhani upande huo tutakuwa tume, tumeenda sawa sini sawa? Ali Ama asante sana. Haya, nimlete Mheshimiwa Waziri wa Madini, karibu na wewe usalimie. Ali mwana chaimba leo chaimba leo mwana chaimba kucha solo ni chaimba ah, karibu sana usalimie. Oye Mama Samia oye Daktari Muguu Ntemba oye Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina anaitwa Anthony Peter Mavunde, mbunge wa jimbo la Mtumba, waziri wa madini. Nakupongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na serikali kwa ujumla kwa kazi kubwa ya utatuzi wa changamoto za wananchi. Asante sana, nashukuru sana kwa nafasi Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana wa upole. Wow, chaimba kochasolo, chaimba kochasolo, aya, kaka yetu mwalimu karibu na wee usalimie, usalimie taja jina, tuna kusalimia kwa sababu ya za usoro wenyu mliwaswanu mimonyi zamvula ale ani mchemwa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi mbunge wa Kilosa. Naitwa Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi mbunge wa Kilosa. Yale ya hapa na Kilosa yanafanana, na tunamfahamu tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja kuona ndani ya miaka mitano ya Dkt. Samia Suluhu Hassan eneo hili la kuanzia Gulwe kwenda mpaka Kilosa litakuwa na maendeleo makubwa ya kilimo na hali itabadilika, na hii mvua itakuwa ni baraka, na hii reli itakuwa ni baraka. Tutazalisha mazao yote na chini ya usimamizi wako hatuna wasiwasi. Gulwe eh, Kibakwe Aga Kitati, Lumuma ya Kilosa, Lumuma ya Mpwapwa, Kilosa yenyewe na Morogoro yote na Dodoma tutaneemeka. Sandeni muno Mlungu ya wadime, Mlungu ya walugute. Asante ah, sana, asante sana Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi George Simba Chawene Atagoroamkweni Dokta Mgulu oye. Oye. Oye, waziri mkuu wetu oye, oye. Dokta Samia oye, oye. oye. Mheshimiwa waziri mkuu, tunakushukuru sana kwa ziara yako hii. Unaweza ukaona hapa kama unaongea kwa kimasiara, lakini kusema kweli umegusa nyoyo zetu kwa maeneo yote ulioyagusa, hasa la barabara, lakini pia kituo cha afya hapa ni muhimu sana kwa sababu ya stesheni iko hapa, lolote linaweza kutokea, ni mambo makubwa. Tunakushukuru sana. Nitaka niseme moja tu, mheshimiwa waziri mkuu, kwamba mabwawa haya yaliyotajwa haya yalijengwa zamani, wakati wa leli ile ndogo ile ya zamani ya, ya mkoloni, na wakati ule ekolojia haikuwa hii iliyoko sasa. Kwa sasa mabwawa haya yanasomeka huko kwenye mstari mmoja, kadiri leli inavyokwenda lakini tatizo liko milimani huko ambako maji yanatoka. Kwa hiyo usipoyapunguzia huko ukajenga mabwawa mengine kule, utashangaa huku utapokea maji mengi tu, ambayo sasa na yeye yatakusumbua na yanaweza yakaondoka hata na hili tuta. Kwa hiyo tuseme kama kuna jambo la kufikiria, ni vema wataalamu wakaangalia upya namna maji yanavyokuja na namna tunaweza kuyapunguza huko, ili aje kidogo na, lakini pia yaingie kwenye mabwawa haya yaliyokuwepo toka zamani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli tunakushukuru sana, karibu sana sana sana. Ila la barabara umetukosha sana, na umeagiza hapa Waziri wa Fedha atoe fedha, na mimi nitamng'angania na mwenzangu Malima, kama kawaida yetu, tuhakikishe kwamba barabara hii nasi tunaonja lami. Toka tupate uhuru, hatujawahi kukanyaga barabara kuja lami kuja Mpwapwa. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante asante. Kwa dakika moja, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mazingira, jitambulishe. Gulwe, najua wote mmefurahi kumwona Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumpungie mkono, tumpungie mkono. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Nchemba oye! Dkt. Samia Suluhu Hassani oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa fursa hii. Mimi naitwa Festo John Dugange, Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwape ujumbe mmoja wananchi wa Gulwe na Mpwapwa kwamba mambo yote makubwa yaliyosemwa ya miundombinu ya, ya mabwawa na mambo mengine, dawa yake lazima tutunze mazingira yetu. Mazingira ni uhai, tunza mazingira ya kutunze. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa nafasi hii, asante. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapomalizia naomba niwahakikishie jambo moja kwamba ni tabia ni sifa ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba pale panapoonekana pana tatizo, pana nung'unikiwa, ni kwenda yeye ana kawaida ya kwenda kutoa suluhisho la tatizo hilo. Tuna mifano mingi sana, tungeongea ya majawabu yaliyopatikana katika maeneo ambayo yalikuwa na shida, na yeye akasema hapa lazima tupate ufumbuzi wake. Mmoja mkuu wetu wa mkoa ametuambia kuhusu pale barabarani, tumeangaika miaka na miaka tangu barabara ikiwa ya vumbi. Yeye akasema hapana, hatuwezi tukaendelea na utaratibu huo kwamba wananchi walalamike na serikali ilalamike. Hapana, ni lazima tupate jawabu la kutosha. Lakini si hiyo tu, na haya tunayowaambia haya ya upande huu yatakwenda kupata majawabu na kazi hiyo imeanza. Nimewaelezea kule mwanzo ambako tayari ujenzi ni zaidi ya asilimia 40, na hapa tayari fedha yake ipo tayari, na masuala ya usanifu yamekadiriwa ndani ya miezi sita, ambapo tayari kazi hiyo ilishaanza. Kwa hiyo takriban kwenye mwezi wa nne, wa tano, mambo ya usanifu yatakuwa yameisha, tutakuwa tunaona ujenzi ukiendelea. Na kwa kuwa haya mambo ya mafuriko huwa yanaenda kwa vipindi vinavyojirudia, baada ya miaka mitatu ama minne ama mitano, tunatarajia itakapokuja ile nyingine, tunaamini kwamba miaka mitatu ama minne inayokuja, tunaamini kwamba tutakuwa tumeshapata masuluhisho ya maeneo haya, na tutaendelea na maeneo mengine kama ambavyo Mheshimiwa Waziri umesema, ya maeneo mengine ambayo yanahitaji na yenyewe yafanyiwe utafiti, yaweze kujengwa mabawa kama ambavyo tumeona kwa kule Kilosa. Kuna maeneo matano ambako ndo mito inakoanzia, kwaona huku tutaangalia maeneo ya aina hiyo ili ufanyike utafiti na ujenzi kama ambavyo umeshafanyika wa maeneo haya uweze kufanyika. Leo tulipita tu kwa ajili ya kukagua masuala ya uharibifu yaliyojitokeza. Tutapita siku zingine, inaweza ikawa hapa hapa ama eneo lingine, kwa ajili ya kuwasikiliza Watanzania. Maana yake hayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha viongozi tunashuka kwa wananchi, kwa ajili ya kuwasikiliza, kupata kero na kuweza kuzitafutia ufumbuzi wake. Kwa hiyo tutapita katika siku hii ambayo tutakwenda kufanya kazi ya aina hiyo lakini mambo mengine ambayo Mheshimiwa Rais aliyaahidi ya yameshaanza kutekelezwa yakiwemo ya yale yanayotakiwa kutekelezwa ndani ya siku mia moja hivi tunavyoongea, waalimu elfu saba wameajiriwa na Januari kumi wanaanza kazi ya kufundisha watoto wetu. Watu, watumishi wa afya elfu tano wakiwemo na madaktari wameshaajiriwa, ifikapo tarehe kumi Januari na wenyewe watakuwepo kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kutoa huduma za afya sambamba na mambo mengine mengi yakiwemo ya gridi ya maji ya taifa, yakiwemo ya mikopo kwa vijana, pamoja na mambo mengine ambayo yaliahidiwa ndani ya siku mia moja na yale ambayo yako kwenye ilani yatakwenda kutekelezwa. Sisi kama Watanzania tuendelee kuiombea nchi yetu ili iendelee kuwa ya amani, kwa sababu pasipo amani hatuwezi tukatekeleza haya yote ambayo ni mipango mizuri kwa ajili ya maisha yetu. Basi asanteni sana kwa ajili ya muda na tuna watakia kila laheri. Sisi tutaendelea na utekelezaji huu. Waheshimiwa wabunge wengine, tutapata fursa siku nyingine, kwa ajili ya muda itoshe. Hao wa ambao wamesalimia kwa niaba ya wote ali, asanteni sana, ali sande. Mungu awabariki sana, asanteni sana.